Kama storage kwenye iPhone yako imebaki kidogo na unapata ujumbe wa iPhone storage full, basi tazama tricks hizi ili kukuwezesha kufree up more space. Trick ya kwanza, kwenye photos application tafuta kipengele cha utilities, kisha gusa duplicates, kisha select then select all na uchague merge all photos hapa iPhone itafuta picha zilizojirudia na kubakiza kopi moja tu. Trick ya pili, ukiwa hapo hapo kwenye photos application, angalia kipengele kimeandikwa recently deleted, chagua select then uguse kwenye menu button hapo chini na uchague delete all. Trick ya tatu, ingia kwenye settings, ingia kwenye general, then ingia kwenye iPhone storage. Chini kidogo utaona kipengele cha recommendations. Hapa iPhone yako itakuonyesha vitu vinavyochukua storage kubwa na kukupa option ya kuvifuta. Ukifanya hivyo, utakuwa ume free up storage kwenye iPhone yako. Kusafisha storage ya iPhone ni rahisi sana. Kama umependa video hii naomba uendelee kutusupport kwa kusubscribe na kugonga button ya like hapo chini ili niendelee kutoa video zingine kama hizi. Kama kuna kitu unahitaji kufahamu kwenye iPhones, basi usisite kuniangushia comment hapo chini, ili kwenye video inayofuata, basi niweze kufanya hicho kitu kama ulivyo recommend.